Hakuna mwenye uwezo kama wewe Bwana, nasi e Mungu tunaliadhimisha jina lako jioni ya leo. Asante Bwana kwa sababu wewe ndio ambaye unatutakasa kila wakati e Bwana, nam tunajiweka wakfu wakati huu e Bwana kwa ajili ya ibada hii, tunajiweka wakfu e Bwana. Tukubali e Mungu wetu, tukubali Bwana jioni ya leo. Amen. Amen. Mungu. Leo ni siku ya Ijumaa na kwa kawaida tunakuwa na ibada ya maombi kwa hiyo tutakwenda kusikia maneno ya Mungu kwa dakika chache na baada ya hapo tutaenda kupeleka maombi yetu mbele za Bwana. Haleluya! Dada karibu, nimefurahi wow. Wow, sana kukuona. Unaweza kutusalimia kwa dakika moja nalatusikie jina lako. Amen, amen, amen. Haleluya. Amen, amen, okay, wow, great, great. Karibu sana tumefurahi sana kukuona na kuwa na wewe katika ibada yetu jioni hii. Um, basi naomba niende moja kwa moja katika neno la Mungu ambalo tunatafakari jioni hii ya leo. Leo ni siku ya maombi na ni vizuri sana tukapata nafasi ya kutafakari neno la Mungu ambalo linatuongoza kabla ya kuingia katika maombi. Kwa hiyo nataka na nizungumze kuhusiana na mtazamo sahihi. Maana hili ndilo somo. Mtazamo sahihi unapoingia kwenye maombi, au kwa tafsiri nyingine unaweza ukasema mtazamo ambao unapaswa kuwa nao unapoingia kwenye maombi, yaani umepanga ratiba yako ya maombi au umehudhuria ibada kama hii ya maombi au upo katika utaratibu wako wa kawaida wa kwenda mbele za Bwana kwa maombi. Ni mtazamo upi mzuri ambao unapaswa kwenda nao kwenye maombi ili maombi yako yaweze kuleta matokeo? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hata katika yale maombi ambayo tunaenda kuwa nayo mahali hapa jioni hii, uh, ule sehemu ya kile ambacho tunaenda kukiangalia, ndicho hicho tunapaswa tuende nacho katika maombi yetu jioni hii, ili kwamba yale tutakayo yaomba yaweze kuleta matokeo katika maisha yetu. Mimi huwa siku zote natamani ninapopata nafasi ya kuomba yale ambayo nimeyaombea niweze kuona matokeo yake. Ninajua Mungu huwa na majibu matatu, natamani kwamba lile jibu la ndio mara zote yawe ndio majibu ambayo Mungu ananijibu katika maombi yangu, kwa sababu Mungu anaweza kajibu kwa kusema ndio au akasema hapana, na wakati mwingine anaweza kasema subiri Hayo ndiyo majibu ya maombi ambayo Mungu huwa anakuwa nayo watu wanapoomba. Sasa mimi huwa napenda nikiomba Mungu aseme ndiyo. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya! Yaani nikiomba Mungu aseme ndio, kwamba sawa, apokea. Lile jibu la subiri ni zuri, lakini sipendi mara nyingi niombe maombi ya kunisubilisha. Natamani nikiomba Mungu aniambie sawa, mwanangu, umepokea kama ilivyotokea kwenye maombi ya wiki iliyopita Ijumaa, niliomba na Mungu akanipa siku hiyo hiyo, akanijibu wakati sijaondoka hapa, nikapata majibu. Natamani niwe na aina hiyo ya maombi siku zote. Sasa maombi, nataka nianze kusema hivi: maombi ni safari ambayo kila mtu anapaswa kuifanya. Maombi ni safari ambayo kila mtu aliyemwamini Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anapaswa kuifanya hiyo safari. Au maombi ni kitu ambacho kila mtu aliyemwamini Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake anapaswa kukifanya. Manake maombi sio jambo la kufanya kwa hiari yako, japokuwa ukifanya kwa hiari yako inakuwa na maana zaidi maombi ni kitu ambacho kinapaswa kiwe sehemu ya maisha yetu hata ukiabudu katika kanisa ambalo halina utaratibu wa kuwa na maombi ya pamoja wiki iliyopita tulijifunza kuhusiana na nguvu ya maombi ya pamoja hata kama unaabudu katika kanisa ambalo halina utaratibu wa kuwa na maombi ya pamoja ya mara kwa mara lakini wewe kama mtu binafsi unapaswa kulichukua swala la maombi kama jambo muhimu kwako ili uweze kustawi katika maisha yako ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha Wafilipi sura ile ya nne, Wafilipi sura ya nne na ule mstari wa sita. Paulo anapoandikia Wafilipi anasema hivi: msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na, na zijulikane na Mungu anasema msijisumbue kwa neno lolote. Maana yake ni nini? Maana yake unayo nafasi ya kujisumbua, lakini badala ya kujisumbua kwa jambo hilo ambalo ungetamani kujisumbua kwalo, badala ya kujisumbua, nipeleke mbele za Bwana. Haleluya, kwamba msijisumbue kwa neno lolote, maanake msichukue mambo yenu kwa kuyahangaikia kikawaida badala ya kuyahangaikia kikawaida, yapelekeni mbele za Bwana. Paulo anafundisha anawaandikia Wafilipi, anawasisitiza na anasema, katika mstari wa saba anasema na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Anaposema na amani ya Mungu ipitayo akili zote, kwamba itawahifadhi. Tafsiri yake ni kwamba badala ya kujisumbua wewe umeyapeleka mambo yale ambayo yanakusumbua mbele za Bwana. Sasa baada ya kuyapeleka mbele za Bwana, ghafla amani ya Mungu inakuhifadhi, manake umepata majibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mahali palikuwa panauma kwenye mwili wako, kama yale maumivu yasipoondoka unaweza kupata amani? Hautapata amani. Lakini yale maumivu yakiondoka, utapata amani. Kwa hiyo kama kulikuwa na jambo ambalo ulipaswa kujisumbua nalo na badala yake ukalipeleka mbele za Bwana, ghafla amani ya Mungu ikawa katika maisha yako au ikatawala katika maisha yako, maana yake umepata majibu ya kile kilichokuwa kinakusumbua. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Paulo anasisitiza anasema, no msijisumbue ukiwa na jambo lipeleke mbele za Mungu. Una jambo lolote, jambo lolote, jambo lolote. Unajua, usimwekee Mungu mipaka. Hata kitu ambacho unaogopa kumwambia rafiki yako, Mungu mwambie. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kitu ambacho unaona aibu kukisema, nenda mbele za Bwana, piga magoti mbele za Bwana, sema naye, mwambie, kwa mimi nina jambo hili, mwambie ndio maana ya kile ambacho Paulo anasema msijisumbue, mwambie. Yaani hata kama ni kitu gani chochote chochote ambacho najua kabisa hiki mimi siwezi kukibeba hiki sikiwezi. Unajua, kuna wakati mwingine huwa tunafanya makosa, badala ya kumwambia Mungu tunawaambia watu. Halafu tunaishia hapo. Ni sawa unaweza kumwambia mtu, lakini pia mwambie Mungu. Sisi tunawaeleza tuna, watu tunaishia hapo. Na wakati mwingine tunaenda mbele za Bwana tukiomba, lakini tunaenda tukilalamika, tukishutumu. Tutasoma maandiko kidogo, tukishutumu. Lakini aina ayo ya maombi huwa haileti matokeo kuna mitazamo ambayo unatakiwa uende nayo mbele za Bwana ili unapokuwa unamtwika Bwana fadhaa zako ziweze kuwa na maana mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaenda kwenye maombi kweli, ukaingia kwenye maombi, ukachukua muda mrefu sana ukiomba, lakini kama haujaenda na mtazamo sahihi, yale maombi yako yanaweza asiwe na matokeo, yanaweza kabisa asiwe na matokeo na hivi, hii ni kanuni ambayo inafanya kazi siku zote katika jambo lolote eh, jambo lolote ambalo unaanza kulifanya ukiwa na mtazamo mbaya, matokeo yake hatakuwa mazuri. Kwa mfano, ukiingia kufanya biashara ukiwa na mtazamo kwamba utapata hasara, hauwezi kupata faida. Kitabu cha Mithali kinasema vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa, unapo, unapoenda na mtazamo hasi usitarajie matokeo chanya. Ukienda na mtazamo hasi katika jambo lolote, matokeo utakayoyapata yatakuwa sawa sawa na mtazamo ulioenda nao. Kwao unaingia kwenye biashara ukijua kabisa hapa, mimi naenda kutengeneza hasara, there is no way you can make profit, utatengeneza hasara kabisa kwa sababu ndio ulioenda nayo kwenye biashara yako. Unaenda shuleni, unaingia kwenye mtihani, unajua kabisa, mimi naenda kufeli, there is no way unaweza kufaulu, hauwezi kufaulu. Unaingia kwenye vita, unajua kabisa, mimi naenda kupigwa, hakuna namna unaweza ukashinda hiyo vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnamkumbuka Daudi? Wakati Daudi anaingia kupigana na Mfilisti, yeye alienda na mtazamo kwama mimi yule naenda kumuua. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini watu waliokuwa nyuma yake walikuwa wa, ni kama anamsikitikia huyu ah, mtoto hata, gori hata hata, yule mfilisti mwenyewe Goliati aliona kama anafanywa mzaha. Haleluya! Lakini Daudi yeye akajua, no, mimi hapa naenda kupiga yule naua na akasema wewe unanijia kwa mikuki, kwa mapanga na silaha nyingi alizitaja, akasema mimi ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi yes. Haleluya yes. Na akasema nyama yako leo nitawapa ndege wa angani. Manake alienda na, na, na mtazamo kwamba mimi yule naenda kuua, na hicho ndicho kilichotokea. Kwa mtazamo wako unasababisha una, una aina ya matokeo unayoyapata Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika eneo la maombi kuna mitazamo miwili au kuna, yes, kuna mitazamo miwili ambayo huwa ni muhimu sana tuende nao kila wakati katika maombi. Mtazamo wa kwanza tunaopata katika kitabu cha Luka sura ya kumi na nane Luka sura ya kumi na nane kuanzia ule mstari wa tisa Nitasoma mstari yote kwa haraka kuanzia mstari ule wa tisa hadi ule mstari wa kumi na nne: ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Mtazamo wa kwanza ambao unapaswa kwenda nao wakati wote unapoingia katika maombi ni mtazamo wa kiunyenyekevu. Nimeuita mtazamo wa kiunyenyekevu au kwenda na mtazamo wa unyenyekevu, kwamba ninasogea mbele za Mungu aliyeziumba mbingu na nchi, sipaswi kwenda kwa kujihesabia haki na kujiona mimi ni bora kuliko watu wengine na kujiona mimi ninastahili kuliko watu wengine. Badala yake, unanyenyekea unaenda kwa unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama watu wanakuona wewe ni mtu mzuri, watu wanathibitisha kwamba wewe ni mtu mzuri, una matendo mema unafanya vizuri katika maeneo mengi, hata kama ndizo sifa ulizo nazo machoni pa watu. Lakini inapofika saa ambayo wewe unaenda mbele za Bwana kwa maombi, nyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiseme no, usiseme kwamba watu wananiambia hivi na vile, halafu hiyo itakufanya ukajiweka kwenye nafasi ambayo anapaswa kukaa Mungu. Nyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Luka mtakatifu sura ya kumi na nne na mstari wa kumi na moja anazungumza pale jambo lingine, anasema kwa maana kila ajikwezaye atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Mtazamo wa kwanza ambao tunapaswa kuenda nao siku zote, ndugu zangu, katika maombi ni mtazamo wa unyenyekevu, au kwenda na moyo wa unyenyekevu. Angalia watu wawili katika maandiko niliosoma walienda, walipanda kwenda kusali hekaluni kama vile sisi tumekuja sasa. Walipofika walikuwa mmoja, alikuwa ni farisayo, mwingine alikuwa ni mtoza ushuru. Sasa huyu hapa alikuwa ni farisayo ameenda hekaluni ameongozana na mtoza ushuru. Mto, watoza ushuru wakati mwingine huwa wanaonekana si watu wazuri kwa sababu anapokuwa anatoza ushuru, unaweza ukawa hata haujauza, lakini anakung'ang'ania, lazima unipe ushuru wangu. <laughs> Bwana Yesu asipe sana. Umeweza kufanya, kufanya biashara sokoni, anasha, unashanga ndio kwanza umepeleka bidhaa yako, ndio umefika, halafu na yeye anataka umpe ushuru. Wakati mwingine hata, hata hauna hela kabisa mfukoni, lakini anataka umpe nini kwa maana hiyo. Sasa kwa vitendo hivyo ambavyo wanavifanya, wanaonekana kama sio watu wazuri. Halo, sasa hawa yeye, huyo mtoza ushuru na farisayo wameingia hekaluni kwenda kusali. Walipofika wote wakapata nafasi ya kuomba, mmoja ambaye ni farisayo akaanza kusema ah, mimi sio kama watu wengine, mimi nafunga mara mbili kwa juma, mimi sio kama wanyang'anyi sio kama wazinzi, sio kama, akataja akamsema, hata na yule amekwenda naye hekaluni, akasema mimi sio kama huyu. Bwana Yesu atusaidie sana watu wa Mungu. Sasa yale maombi yake yalikuwa si maombi ya unyenyekevu na yalikuwa, yalikuwa ni maombi, maombi ya kuwashutumu watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifanye aina hiyo ya maombi, hata kama kuna mtu anakukwaza, hata kama kuna mtu amekuudhi hata kama kuna kitu hakiko sawa kwenye maisha yako, usifanye maombi ya kuwashutumu watu wengine au maombi ya kujifanya wewe kuwa ni bora kuliko watu wengine. Just be humble, haleluya, nyenyekea kwa Bwana. Kwa hiyo yeye alipomaliza kuomba, akajua hapa tayari nimemaliza, nimemaliza mambo yangu sawa, lakini kumbe Mungu ameona si maombi, si kitu chochote, si kitu chochote, lakini ikafika zamu ya mtoza ushuru naye kaanza kusema mbele za, akaanza kujipiga, manake anaposema akajipiga piga kifuani ni kwamba alikuwa na ugua moyoni, anasema Mungu, niwe radhi. Bwana Yesu asifiwe. Mungu, niwe radhi, manake alijua matendo yake inawezekana kwa namna moja au nyingine hayajampendeza Mungu, na huu ndio mtazamo sahihi unaopaswa kwenda nao mbele za Bwana. Mtu wa Mungu, hata kama umefunga umefunga kabisa, lakini usiende, alafu kasema kwa sababu nimefunga mimi. Ah, ah, nyenyekea, endelea kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Unajua, mtu mwingine akifunga anaanza kuwaona wale wengine ambao hawajafunga kama si watu wa Mungu. Hilo nalo linaweza likakufanya wewe ukaomba, lakini ukaomba maombi ya kawaida, na hata ule, ule mfungo wako ukawa si mfungo siki. Bwana Yesu asifiwe sana kwa hata kama umefunga na unafanya unashirikiana maombi na hata ambao hawajafunga, just be humble, kuwa mnyenyekevu mbele za Bwana usiache. Huo ni mtazamo unaomfanya mtu apokee majibu ya maombi yake, mtazamo wa unyenyekevu unapoenda mbele za Bwana. Haleluya watu wa Mungu, maombi ya mtu mnyenyekevu huwa yana maana sana na huwa yanaleta matokeo. Kwani ni kwa sababu unyenyekevu ni njia ambayo Mungu ameichagua tuitumie kumkaribia Bwana. Yesu asifiwe sana, haleluya watu wa Mungu. Sasa tunaposema unyenyekevu, haina maana ya ku, kupiga magoti. Unaweza ukapiga magoti wakati unaomba, lakini useme unyenyekevu. Bwana Yesu atusaidie sana. Tunaposema unyenyekevu, haimaanishi ile staili. Unaweza kutembea kwa namna ya unyenyekevu, lakini ni ile, ni ile hali yako ya ndani kutoka ndani ya moyo wako ya kumwona Mungu anastahili zaidi kuliko wewe. Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, watu wa Mungu, na kujihesabu kama mtu anahitaji neema ya Mungu zaidi, ndio unyenyekevu. Kwa hiyo nenda na mtazamo huo, mtu wa Mungu, hata katika maombi ya siku ya leo nenda kwenye mtamani Mungu zaidi katika maisha yako. Sana, katika maisha yako utamwona Mungu sana kila siku katika maisha yako. Mtazamo wa pili tunapo napomalizia Mtazamo wa pili ambao tunapaswa kwenda nao mbele za Bwana, mtazamo wa pili, mtazamo wa utakatifu. Mtazamo huu wa utakatifu unataka ufanye nini? Mtazamo huu unakutaka kwamba unapokuwa unaingia katika maombi upate nafasi ya kumwambia Mungu ni finyange upya, ni finyange upya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu, huu ni mtazamo unaomtaka kila mtu anayeomba kuwa mtakatifu na kutamani sana kutakaswa na damu ya Yesu kabla ya kuingia katika maombi. Hili linapaswa liwe ni hitaji la kwanza, kabla haujapeleka mahitaji mengine. Ukisoma kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya saba na ule mstari wa kumi na nne Biblia inasema ikiwa watu wangu, walioitwa kwa jina langu, watajinyenyekesha wa, na kuomba, na kunitafuta uso, na kuziacha njia zao mbaya nitasikia toka mbinguni, nitawasamehe dhambi yao na kuiponya nchi